Karibu sana kwenye ujasiriamali. Siku ya leo tunaenda kuangalia utengenezaji wa sabuni ya maji, multipurpose liquid soap mzito kabisa kama inavyoonekana siku ya leo. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises, lakini pia nimeweza kukuandalia kitabu kinaitwa Miliki kiwanda chako, kitabu ambacho ndani yake nimekuandikia masomo zaidi ya 21 ikiwemo sabuni ya maji ambayo tunaenda kutengeneza siku ya leo. Vile vile kuna magrupu ambayo nimeandaa kupitia WhatsApp namba uh, mia tano mia tisa sabini na moja. Iwo unahitaji kitabu au unataka magrubu ya ujifunza wasapu, basi utanitext kupitia namba hizo. Hatua ya awali tunaweka chumvi, baada ya kuweka chumvi tunaweka asidi. Na chumvi nzuri ambayo inapaswa kutumika basi tutumia chumvi ya mawe kwa ajili ya kupata matokeo mazuri zaidi. Endapo utatumia chumvi iliyosagwa ni sawa, unaweza kutumia lakini matokeo ambayo utayapata katika sabuni ambayo umetumia chumvi ya mawe yanaweza yakawa ni bora zaidi kuliko ile chumvi ambayo umetumia iliyosagwa. Kwa tumia seles, tumia chumvi kulingana na kiwango au kiasi ambacho uh, umepangiwa kutumia kulingana na ratio ya maji. Kumbuka kila kitu kinaenda kwa vipimo. Ndio maana wakati mwingi nasisitiza zaidi tumia kitabu au jiunge na madarasa yetu ya WhatsApp pia kama ni darasa ili uweze kujifunza katika uwazi zaidi. Hii ni fursa ambayo unaweza ukazalisha katika ubora mzuri na ukaweza kupata matokeo mazuri zaidi. Karibu sana. Baada ya kuweka chumvi pamoja na SLES, hatua nyingine ambayo inafuata tunaanza na ukurugaji, na kumbuka kwamba siku zote ukurugaji ni kuelekea upande mmoja ukoroga na ukiona matokeo fulani mazuri basi, unaweza kuanza kuadi maji angalau jagi moja kila baada ya dakika kadhaa tatu au nne, kisha unaweka jagi moja la maji. Ukipata matokeo fulani basi unaongeza jagi lingine la maji na ukurugaji unaendelea kama kawaida. Kwa kawaida mtaji wa sabuni unaweza kuanza angalau kwa shilingi elfu mm, thelathini, unaweza kuanza kwa shilingi thelathini na ukapata angalau lita thelathini. Wasa ni wa chini kabisa wa, wa sabuni naezwa lita shilingi elfu mbili uh, lita tano elfu kumi yes tunaendelea na uzalishaji huku pia na kupa dodoso mbalimbali uh, na hiyo hapo nimeweka ni perfume. Napenda kutumia sana perfume ya Bulgium, kwa sababu ni perfume ambayo ina manukato mazuri na wateja wengi siku zote wanapenda manukato ya perfume, lakini pia wanapenda uzito wa sabuni. Kwa hiyo kwa wale ambao tunajifunza wanafahamu zaidi kwa sababu tunaelekezana hatua kwa hatua. Baada ya hapo ninaadi jagi la maji na ukorogaji unaendelea kama kawaida. Ukorogaji kuelekea upande mmoja, sio lazima muwe wawili au watatu. Unaweza kuwa mwenyewe na ukatengeneza sabuni yako nzuri kabisa. Na siku ya leo sijatumia mashine. Unaweza kuona kwamba natumia mwiko tu wa kawaida wa kukorogea. Kwa nini? Mashine ninayo na kuna video baadhi nimetengeneza kwa kutumia mashine. Lakini natengeneza hivi kwa sababu kuna wajasiriamali wanaanza wa leo na hii hapa pia inatumika kama kuongeza wingi wa povu, hii hapa inaitwa CDE. CDE ni nzuri zaidi kutumia katika multipurpose soap kwa ajili ya kuboost lile povu, kwamba unaweza mteja akashuka sabuni akatumia kwenye maji ya chumvi asipate matokeo mazuri, lakini pale unapokuwa umeadi CDE katika sabuni yako, unaweza ukapata matukio ambayo ya yanaridhisha zaidi. Kwa karibuni, tujifunza ujasiriamali. Yamkini una ajira lakini, unaweza kufanya hii hapa kama kazi ya ziada. Lakini kwa wewe pia ambaye unapambana na kutafuta kitu cha kufanya, unaweza ukafanya ujasiriamali na ukapata matokeo mazuri zaidi. Hata kama si kwa biashara basi unaweza kutengeneza kwa ajili ya matumizi ya kutumia nyumbani na familia ukaokoa gharama kubwa zaidi ambazo zingeingia kwa upande wa sabuni. Baada hapo, ndoo ya pembeni ya pinki inachukua kiasi cha maji kiasi hicho cha maji basi ninaweka hapa ni soda ash soda light, tunaifahamu kazi yake kubwa ni ku neutralize sulfonic acid. Kumbuka kwamba unapotengeneza sabuni yako, kuna wakati unaweza ukazidisha vipimo vya sulfonic vikashindwa kwa balance, mteja wako akatumia akakamaa mikono akawashwa, au nguo zikapauka rangi. Sababu kubwa hiyo, inasababishwa na vipimo siku ya leo utakapoamua kuchukua nakala ya kitabu au kuingia wateja. Na hiyo tumeweka ni sulfonic acid tumechanganya sehemu moja pamoja na soda ash light, na tumeziunganisha pamoja tunaunganisha pamoja na tunaunganisha huu mkorogo tena, huu mkorogo ambao una soda ash pamoja na sulfonic acid, tunaunganisha ule mkorogo mkubwa ambao ndani yake ulikuwa na asiles, pamoja na chumvi. Hii ni fursa ya ujasiriamali ambayo mtu yeyote kwa umri wowote, kikubwa tu awe anajitambua, apate elimu ya, ya, ya kutengeneza kufuata vipimo vya mbata gani muhimu vya kuzikatia, alafu kisha ana uwezo wa kuzalisha yeye kama yeye popote alipoweza biashara au kwa ajili ya kuokoa gharama za nyumbani za za sabuni, unaweza kutengeneza ya kwako, kama hii ukatumia ndani zaidi ya miezi sita. Kwao utahadi glycerin, utahadi citric acid, utahadi rangi pamoja na bidhaa zingine nyingi ambazo zinatakiwa. Mwisho wa yote uh, utaweka alkatu kwa ajili ya kuongeza uzito Parfyum ni kitu cha muhimu sana msikilizaji, kwa sababu wateja wengi sana wanaweza wakanunua sabuni kwa sababu kubwa tu kwamba inanukia vizuri, lakini wateja wengine wanaweza wakanunua sabuni tu kwa sababu ya uzito wa sabuni. Kwa zingatia haya mambo makubwa mawili, uzito wa sabuni, parfyum ambao unaiadi kwenye sabuni yako. Kuna hadi pia alkato, unaweza kutumia alkato hapa, lakini sio lazima. Unaweza kutumia cmc pia, zinafanya kazi moja. Kwa hiyo karibu sana kama uko interested na kujifunza ujasiriamali, na kualika namba yangu ya whatsapp hiyo hapo inaonekana, unaweza kunitext whatsapp aidha unataka kitabu kwa ajili ya kuongeza maarifa zaidi, au unahitaji darasa, basi utanitext whatsapp, nitakutumia utaratibu. Ujasiriamali siku zote ni ajira. Kwa hiyo mwisho wa yote, utakoroga angalau dakika kumi, utaifunika sabuni yako masaa matatu. Itakuwa imeshusha povu lako, itakuwa tayari kwa ajili ya kufungasha.